Umewahi kukaa na mtu akakwambia, da, yani anajihisi mpweke hata kama nimezungukwa na kundi la watu wengi, anajihisi niko mpweke sana. Lakini pia mwingine akakwambia, mimi nimekata tamaa na afya yangu, yani afya yangu si, sielewi kabisa. Au ndugu yangu akakwambia yani, mawazo yani, maneno yako yameniumiza sana, maneno yako yananichoma au ah, yani ndugu yangu nahisi nimekata tamaa kabisa, yani sioni popote, uh, pa kwenda, sioni njia yoyote uh, ya kutokea lakini pia sijui kama huu mwaka nitaumaliza, najisikia vibaya. Haya ni maneno ambayo kitaalamu tunaita uh, mood swings, au tunasema ni mazungumzo ya hisia. Sasa hapa nitakwambia sababu zinazosababisha uh, mazungumzo ya hisia. Hii ni moja ya changamoto ambayo ni kama bila tuyoni lakini pia imekuwa ikiwaondoa watu wengi, wengi wamekuwa wakiasirika kiafya kwa sababu ya kitu tunakiita mood swings, wengi ni ngumu sana kuzitoa mara chache sana mtu akakwambia umeniumiza, maneno yako yameniumiza, au najihisi mpweke. Huwa tunaenda hivyo hivyo, yani ni humo umo, umo bampa, tubampa. Ila sasa hiyo inakuwa uh, ina, inatuasili e, mtu akwambia ndugu yangu nimekata tamaa kabisa kabisa. e, ni moja ya changamoto kubwa sana, na unajisikia kubadilika mudi haraka kila siku bila sababu dhahiri, lakini pia mood swings tunasema ni tatizo la kawaida lakini lina asili afya ya akili na mwili. Kwa hiyo hapo kwenye video hii nitakuelezea au nitakuonesha sababu zinazosababisha uh, mood swings au mazungumzo ya hisia. Namba moja au watu nasema ni mabadiliko ya homoni, na haya mambo yana uh, yanaenda mpaka kwenye ishu, ina asili mambo ya furaha yanapelekea uzuni, lakini pia yanapelekea asira ya mara kwa mara. Sababu zinazopelekea changamoto hiyo ni mabadiliko ya homoni. Kwa upande wa mwanaume, mabadiliko ya homoni ya testes anapoendelea kuzeeka anaanza kujihisi mpweke, hata kama uh, kuna watu. Lakini pia kwa mwanamke homoni ya estrogen, eh, anajihisi kukata tamaa na anakuwaga na hasira, lakini pia pengine anaweza akawa uh, na huzuni. Lakini pia homoni ya cortisol ambayo inazalishwa na unapokuwa na stress ambayo inabadilika kila siku inaweza kapelekea mtu akawa na maneno ya hisia, au mood swings kama ambavyo huwa tunasema, na haya huwa yanaasili mtu bila kujua na yamekuwa yakipelekea changamoto za pressure, changamoto za vidonda vya tumbo, changamoto za acid reflux, changamoto za kisukari. Pale, pale tu unapokuwa na msongo wa mawazo, ni hatari kwa afya yako. Kama unataka tips zaidi za, za kiafya na akili, basi hakikisha una subscribe channel yetu, lakini pia una tu follow. Kama utakuwa na swali lolote la kiafya, unatuuliza tutaweza kukupa maelekezo ya kutosha. Lakini pia namba mbili, tunasema lishe isiyo na usawa. Mm, unapata lishe duni, eh, unapata vyakula vyenye sukari nyingi, unapata vyakula vyenye wanga ambavyo tunasema ni carbs haraka, eh, hiyo ni hatari kwa afya yako. Yaani kama upati uh, unga nzuri ambayo inakusaidia eh, ambayo inakuwa na resist resistance starch Uh, ni hatari sana, hakikisha unapata hii, ni nzuri. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vyakula ambavyo vinaleta vinavuruga homoni, ambavyo havileti usawa, unakula vyakula vya wanga sana, ambao ni search, amba nyuzi -nyuzi. wanga mweupe, hii hapa inakuwa ni resistance starch ambayo inakuwa na nyuzinyuzi, hii sio wanga mweupe. Kilo ni 35, itakusaidia lakini pia unatumia vyakula vyenye sukari. Jua unachokitengeneza mwilini mwako hautaweza ah, kukijibu kirahisi, ni hatari kwa afya yako. Hapo unachotakiwa kutumia, tumia protini, tumia matunda lakini tumia mboga, mboga mboga. Lakini pia usingizi duni, usingizi duni, hapa unakosa usingizi wengi wamekuwa na changamoto kubwa ya kukosa usingizi. Tumeshaongelea hii changamoto kwenye video ambazo zimepita, tumeshaliongelea vizuri zaidi, kwa nini unakosa usingizi. Kuna sababu ambazo zinasababisha wewe uweze kukosa usingizi. Kwa hiyo unapokosa usingizi, brain yako huwa inaathirika. Sasa brain yako ikishaathirika, inapelekea irritability. Moja kwa moja mood swings inakuepo, inakuepo, mazungumzo fulani yanayokuwa na hisia hapa. Inachotakiwa ni kupata usingizi mzuri Pata usingizi mzuri, lala kabisa, pumzike masaa nane, saba mpaka nane kwa mtu mzima. Lakini pia stress, msongo wa mawazo, stress au msongo wa mawazo. Hapa kilichopo ni lugha homoni za stress uwasili moja kwa moja hisia. Ndio maana hapo, utakachohitaji utahitaji tunasema ni, ni, ni, ni, ni deep, uh, breathing, moja kwa moja ile kupumua kwa kina, lakini pia meditation ambayo unaweza ukaifanya. Meditation ni ile kupumzika ukatafakari inaweza kusaidia moja kwa moja, lakini pia tunasema mambo ya asili ya, ya tiba wa kuna watu wanatumia dawa za kupunguza maumivu ma dawa za kupunguza uh, usingiza kuweza kupata usingizi ni hatari. Kuna watu mnatumia kafeini, mm, kafeini natumia uh, cha, kahawa chai ya rangi, lakini pia wengine mnatumia pombe. Baadhi ya hivi vitu na dawa uasili brain chemistry na asili, moja kwa moja brain chemistry, ambayo hii inaweza kupelekea mood swings au ma, mazungumzo ya hisia bila wewe kuweza kufahamu. Kwa hiyo hapa suluhisho ni zingatia, unakunywa kinywaji gani, lakini pia unatumia dawa gani, ili uweze kuamua afya yako iwe vipi. Lakini pia kupungua kwa exercise, ufanye mazoezi ndugu yangu eh, mwili haupati ya upati mazoezi ya kutosha, unarelaksi, ndo maana inatokea hii ishu ya mood swings ya mazungumzo ya kina eh. Unapokuwa na kwenye haya hii situationi, hakikisha unafanya mazoezi. Unajua ukifanya mazoezi, hata pengine madeni hata unayasahau, unakuja ukumbuka baada ya kutoka, ha, nadaiwa na madeni mengi, au na changamoto moja mbili tatu. Kwa hiyo inatokana na nini? Inatokana na kupumzika kwa hiyo. Unachotakiwa kufanya ndugu yangu, hakikisha usiache kufanya mazoezi, usiache kujoini na watu, nenda ufurahie. Unapofurahia, ni siku nyingine mpya inaanza. Sasa nachotaka kushauri ni nini? Ni kwamba mood swings tunasema ni jambo la kawaida, lakini unaweza kulidhibiti kwa lishe Ukapata usingizi ukapata mazoezi ukadhibiti uh, stress, hapo unaweza kuondokana na changamoto ya mazungumzo ya kina au ambayo haya moja kwa moja tunayaita mood swings. Kama ambavyo naona kwa tips bora za kuweza kuondoa changamoto hiyo, basi hakikisha akikisha follow hakikisha una, tuporo, una subscribe, ili uweze kuwa unapata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto hiyo tuambie hiyo changamoto nafikiri kwako kwa imesababishwa na nini, tuambie hapo chini kwenye comment ili tuweze kujifunza. Tunasema a sharing is caring, tujifunze wote ili tuweze kuondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu apate kukubariki.